Kama ilivyo uwekezaji katika sekta nyingine, vivyo hivyo wakulima wamekuwa wakikumbushwa kutumia maarifa ya kitaalamu ili kufanikisha azma ya kufikia uzalishaji wenye tija, ikiwemo upimaji wa afya ya udongo. Wakulima kutoka vijiji vya Kitandililo na Mlowa katika halmashauri ya mji Makambako wamekuwa na uelewa tofauti kuhusu elimu ya upimaji wa afya ya udongo. Kuhusu upimaji wa udongo tumeshawaisikia mm -hmm kusema, wanapima udongo wakishapima ardhi, ndo kusema kusema wanapima wanajua ipoje na ni mbolea gani inafaa, kwa sababu kila mbolea inaenda kulingana na ardhi yenyewe. Mimi ni mkulima ndio, afya ya udongo walikuja kupima wakasema tutarudi. Wapo wanaokiri kufikiwa na elimu kutoka kwa wataalamu wa kilimo, lakini wanazidiwa na nguvu ya mazoea. Si wenyewe uelewa tu, ulewa wasi wenye wakulima mm. Ama afisa hapo vizuri, ukiwaelewa na ukiwasikiliza, mazao unapata ila ukienda tofauti ndio unakosa kwa mimi, lakini naona sina muhimu sana e, maana kuna wengine shamba hilo walipima alichukua mchanga hapa pale, akasema hapa mbaya, hapa mzuri. Sasa ni shamba hilo hilo, sasa naweza ukaona kuna vitu fulani ni, ni bora kutumia uzoefu. Na sisi mpaka sasa tumefanikiwa kupima udongo kwa wakulima 1961 na paka kwenye zile wale ambao tumewapimia wakulima wamepewa ripoti zao. Hata hivyo, kilimo cha mazoea kinatajwa kuzorotesha shughuli za uzalishaji. Ninatamani wakulima sasa waanze kuelewa ile dhamira ya serikali ya kutaka kuona mkulima ana, anaondoka kutoka kwenye kilimo cha mazoea na kusogea kupata chakula cha kutosha, lakini kupata nyongeza kwa ajili ya kuongeza kuuza na kupata, kuongeza uchumi wa familia. Pamoja na mchango wa maofisa ugani upo mchango wa mawakala wa pembejeo katika kusaidia wakulima. Wajibu wa kwetu sisi mawakala, na sisi tumeshapata kozi ya kutosha kabisa ya kumshauri mkulima e, matumizi sahihi ya viuatilifu, mbegu bora za mahindi na ma, mazao mengine, lakini pia na matumizi sahihi ya mbolea. Kilimo ni shughuli kuu ya uchumi kwa wananchi wengi wa mkoa wa Njombe. Emmanuel Kalemba, Azam News.